Tuendelee kuombea taifa letu, haki na amani. Tunaelekea kwenye uchaguzi, uchaguzi mkuu. Haki na amani, tuendelee kuombea hiyo. E, wale ambao wamesafiri wameenda nje, pengine wameulizwa, walao mimi, ni nimeenda sehemu mbili ambazo walinishangaa. Cha kwanza, nilienda Ufaransa tukiwa katika darasa la Kifaransa wakatuambia kila mmoja aimbe wimbo wa nyumbani kwao, mimi nikaimba tazama lamani, utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Walidua na hakuna aliyeimba tena kama mimi wimbo kama huu kwao, akapata picha ya Tanzania. Lakini nilienda vile vile Nchi ya Panama ni kati ya zile nchi ndogondogo kabisa, iko pale Amerika ya Kati. Niko parokiani, wao wanaongea e, lugha ya Kihispania. Wakanikaribisha aseme, jitambulishe. Nikasema natoka Tanzania. Sasa Tanzania ndio wapi? Nikaanza kueleza, kueleza historia. Sasa aha, ni nchi ya Nyerere. Sasa hiyo hiyo, kwa hiyo wanajua kwamba ni nchi ya Nyerere. Wanamfahamu sana Nyerere, wanamfahamu sana baba wa taifa, wanafahamu aliyofanya makubwa, na wanamwenzi kule Panama eh. Kumbukeni ni Panama, sio Tanzania. Kwa hiyo sasa, sisi lazima tujitathmini kama Watanzania, tuko kwenye leli, kiangalia katika historia hata ya ulimwengu tu wote, ilifika kipindi fulani watu walitoka nje ya e, leli. Mpaka wakaanza kuagua, wakaanza kuogopa nyota sana, nyota hii na kontrol maisha ya mtu, kawata kuagua kufanya nini na ushirikina, ushirikina ukaingia, kikaa ni kipindi cha giza. Wakakaa watu wakasema, tumekosea wapi Wakasema turudi kwenye misingi yetu, wakasema turudi kwenye misingi yetu, ndio kikatokea kitu kinaitwa enlightenment. Sasa ni kipindi cha mwanga. Sasa kutokea walitokea wanasayansi wengi sana kipindi hicho, na kwa sababu yana sisi tuangalie, turudi kwenye misingi, tunaelekea wapi? naonekana tunapotea tunakoenda migizani. Turudi kwenye misingi, turudi kwenye misingi, tutafakari utu wetu, tutafakari Uafrika wetu, kwamba sisi ni ndugu. Katika mila zetu za Kiafrika tulishirikishana furaha, huzuni, lakini sisi sasa hizi ubinafsi unatawala, mihemko inatawala chuki na tawala ndio kupotezana, kuna tawala. Tumekuwa wa Afrika, sisi kweli, ambao tuli katika misingi yetu, tuliishi pamoja, tukasaidiana, tukashangilia pamoja kwenye furaha, tukashangilia pamoja kwenye huzuni. Mtoto akizaliwa tunashangilia na ile yule, na ile familia tukawalea watoto wetu malezi ambayo ni shirikishi. Nini kinatokea leo? Baba wa Taifa akasema tusiwe na ukabila, tuwe kitu kimoja, tuongee Kiswahili, wa kaskazini akaishi kusini bila shida, ajisikie nyumbani, wa kusini akaishi kaskazini bila shida, ajisikie nyumbani. Nini sasa kinatokea leo? kuna kitu si sawa kuna kitu si sawa. Tume, tumesha enda nje ya misingi yetu. Tukae chini, tutafakari tena upya, kama wenzetu walivyotafakari upya, wakapata mwanga, wakaanza upya na wakaendelea na safari, na sisi tuweze kuangalia hivi. Ni wale wale wa Tanzania ambao wanashangilia mwenzao anapoteseka? Ni wale wale wa Tanzania ambao walijikosoa kwenye mabaya. Ni wale wale Watanzania ambao walishirikishana si kwa unafiki, wali waliweza kuishi maisha ambayo ni ya kuleana. wewe unakosea, ni wale wale tunaelekea. Watu tutafakari sana hili na ndio maana tumlilie Mungu sisi wote kila mtu na imani yake. Hili swala, um, si la kusema, si huyu Mkristo, si huyu ni Muislamu, si huyu ni nani. Ni swala la kuangalia umoja wetu kama binadamu, halihusiani kabisa na mambo ya imani. Hilo tunaangalia, Kiingereza wanasema divine law, maanake sheria ya kimungu tunayoangalia tunaangalia natural law, sheria ya maumbile. Tunaangalia sisi binadamu, si wanyama. Tunaangalia yote haya yatusaidie kutafakari vizuri, tuishi vizuri, tusiishi wadui na mihemko na kudanganyana na kusifiana kusikofaa. Tuishi na tuliendeleze taifa, sio kwa ajili ya kulindana. Ili tuende mbele, lazima tuweze kukosoana kwa upendo, tukosoana kwa upendo. Ukiwa mshirikina, nakwambia uweze kaenda mbele ukiona, ukiwa na imani hiyo, kila kitu utaogopa, eh? Ndio maana tunasema kwamba saizi watu wameelimika, wamesoma wamesoma sana, wana elimu lakini ushirikino umezidi, watu wanaugua, watu wanapasua manazi styles. kuna wakati mwingine unaweza ukashangaa mtu amepaki gari yake nzuri sana lakini, yupo na mgango akienyeja, nakazunguka na matunguli. Jamani, jamani, jamani, elimu ile iko wapi na inatusaidia kweli? Elimu inatusaidia tumjue Mungu tumpende Mungu tumtumikie Mungu turudi kwake. Naksi tuangalie hivi kwa makini, tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Matokeo yake sasa hata heshima kwa wakubwa wetu hakuna. Yee, mimi namwangalia baba yangu naona sawa tu, maana tunatumi lugha za mitaani, unamwita e, baba yako dingi. Lakini sasa dingi ni nini? si kitu kwa ka ki, kijerumani ki, ki, ki, kifuatilia vizuri imitoka wapi? ili dingi ili dingi manake, ni kitu. baba yangu amekuwa kitu, mama yangu simuheshimu mama yangu tena tenaeshiaikap. Maadili yako wapi? momonyoko wa maadili huu, tunasema kana mtu analia analia sasa, nimepotea tunaelekea wapi? Sasa saizi kuuana tu, mwanadamu anachinjwa kama kuku sawa tu, alafu baadaye uongo Tunaoshuhudiwa sasa, tunaenda wapi? Tumombe Mungu, turudi kwenye misingi yetu, tuishi utu na tuwe na heshima ya utu, tuwalinde watoto wetu dhidi ya mashambulio haya. Tunashambuliwa katika namna mbalimbali. Tunajua kwamba kwenye wimbo ule, wananitazama ramana, nasema utumwa wa nchi Nyerere aliukomesha, sasa kuna utumwa mamboleo. Utumwa mamboleo unatutesa leo, watu wako hivi tu nyuma ya watu, watu wanaabudu we watu wenzao. Anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake, Mungu peke yake tumwabudu. Huyu atatusaidia, tutapata baraka na tutamsifu milele. Niwasihi ninyi nyote tuweze kweli kusali, kupiga magoti kweli kweli, kuomba ili Mungu atunusuru na tunakoelekea tumsifu Yesu Kristu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel Wakili TV kitovu cha sheria.